Ee Baba wa Mbinguni, leo ninakujia nikiwa nimevunjika moyo. Nimepoteza kazi yangu, familia yangu inaumwa, hakuna chakula mezani, na machozi yamenitoka. Lakini hata katika giza nene, najua wewe ni nuru yangu. Ee Mungu, wewe ndiwe mtoaji wa pumzi yangu, unajua kilio cha moyo wangu kabla sijakisema. Ninakiri sina nguvu, lakini wewe ni nguvu yangu Ninapita kwenye bonde la machozi, lakini naamini mikono yako itanibeba. Bwana, nifundishe kuamini hata nisipoona njia. Nijalie moyo wa imani usiokufa, na roho isiyokata tamaa. Fungua milango ambayo mimi siwezi kufungua. Weka mkate mezani, uponye wagonjwa wangu, na unipe kazi bora kuliko niliyoipoteza. Ninaamini si mwisho wangu ni mwanzo mpya uliouficha kwenye maumivu haya. Nashikilia ahadi zako kwamba wewe hutaniacha wala kunipungukia. Ninaweka familia yangu, afya yangu, na maisha yangu yote mikononi mwako. Hata nikipita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Zaburi 23:4. Maana najua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho Yeremia 29, 11. Mungu atajibu kulingana na utajiri wake kwa utukufu katika Kristo Yesu, Wafilipi 4:29. Asante Bwana kwa upendo wako usiokoma. Asante kwa matumaini mapya unayowasha ndani yangu sasa. Katika jina la Yesu Kristo, Amina.